Punguzeni ngoyeni, waimbie, amekuita wewe bebi kume naye ana bebi ni mshenza kupendi. Kwa hiyo sikilizeni, Ujumbe ni kwamba mkiwa shuleni msome, sawa na mkisoma, mambo mazuri yatakujalewa. Mkizingua mwakani, burudani hakuna. Tarehe kumi na tano tunacheza, tuche. Mnajua nazileta nani? Yani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 msikubali chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu, ndio mkiharibu maisha yenu hapa chuoni. Ni miaka bali chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu, ndio mkiharibu maisha yenu hapa chuoni. Ni miaka mitatu, ndio mkirudi nyumbani, utakuwa peke yako. Kwa hiyo pigeni kura zenu kwa amani, chagueni mnayemtaka na msiruhusu vurugu, sawa? Wangapi wako tayari kwa uchaguzi u samiae mwezi wa kumi? Zitoshe, sawa sawa, tumeelewana. Haya, mnataka burudani zaidi aje? Nani?